Kwa sababu ya mazingira ambayo yamekuwa kwenye nchi hii ya kihuni, ambayo sisi wengine hasa hasa mimi nimesema sitanyanyamazia na sitakaa kimya, na kwa sababu nasema hapa, na kwa sababu nasema hapa, haya mambo leo rais atayasikia, Samia huyo rais wa CCM

Watu walisema huyu ni toru wa nini? Wachadema anachukuliwa. Uongo kweli, agachakaimukibwa ngoko kina Uongo kweli, amechukuliwa Sinda, amechukuliwa Chonchori. vijana kwa mamia wamechukuliwa, tunasababisha matatizo makubwa kwenye familia za watu. Watoto washinda wako hapo, ummtu anakule ukifa, ndugu zako wanakuona, wanakuchukua wanakuhifadhi. Kwa jinsi Mungu alivyotuumba, wanajua ndugu yetu yuko pale, siku Mungu akirudi akamfufua, tutaonana naye. Sinda leo, unawaambiaje watoto wake? Unawaambiaje wadogo zake? nyakwa kuongea naye kumwambia kijana wake yuko hapa, na ndiyo maana mimi nimekuja hapa ili haya maneno kutoka hapa yaende kwenye taifa zima, kwa sababu nchi hii watu wanachukuliwa kama kuku. Na mimi nawasihi viongozi wa dini, dini ya kweli ni ile ya kumtetea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mtu wa haki. Lazima wote tupige kelele kuhusu masuala ya utekaji katika nchi hii. Tusipopiga kelele leo ni Sinda, kesho ni John Heche Ichuria, ni wa mchungaji, kesho kutwa ni mtoto wa mtu mwingine. Nawaambia ukweli, wazungu wanasema hivi I am my brother's keeper, mimi ndo nitakutunza wewe, ukionewa nipige kelele. Na mtu asije hapa akawadanganya kwamba hawa wanapiga kelele tu kama kelele hazina maana? Jana mmemsikia Nchimbi anasema kwamba tusiongelee masuala ya tarehe ishiri na tisa. si mmemsikia? Yes, yes, yes. kama hizo kelele hazina maana, kwa nini wanaogopa zinapozungumzwa yaliyotokea tarehe ishiri na tisa, yaliyotokea huko nyuma? Hatujanyamazia, hatutanyamaza hata dakika moja, na nataka niwahakikishie watu wasilali. Mimi ni mtu ambaye niko very haya mambo hata ikichukua miaka ishirini kwa dunia ya sasa, dunia iliyoendelea hii hii, dunia hiyo, simu ya mkononi ulionayo inaweza kumwambia mtu kwamba uko hapa, unatoa jasho kiasi gani, umetembea steps za miguu kiasi gani, unatembea na simu inahesabu miguu uliyotembea, jasho ulilotoa hata kuzungumza ina calculate umetumia calorie umetumia nguvu kiasi gani. Tukiwa hai au hatuko hai, iko siku waliomchukua Sinda watatuambia walimchukua na walimpeleka wapi. Hilo nataka niwahakikishie kabisa, tutajua tutajua, na sio Sinda peke yake, waliomchukua Nyangokokina, waliomchukua Toru, waliochukua Watanzania wengine wote wakina Mdude nchi nzima, tutajua tutajua na hatutanyamaza. Mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya chama chetu, haya mambo ya utekaji, mambo ya kuonea watu, mambo ya kuua watu kama kuku, hatutanyamazia hatutanyamazia hata siku moja, na watu wasilali. Mnajua kujitetea Ukiona mtu anakamatwa kiuni, anachukuliwa kiuni, usikubali. Hiyo vita ni ya kwako, inunue, usikubali. Kama ni polisi wanataka kukamata mtu, utaratibu wa kukamata upo. Mtu aje aseme, mimi ni askari wa jeshi la polisi, naitwa fulani, wewe John Heche unakosa hili na kuhitaji kituo cha polisi. Mambo ya watu kuja kwenye mji wako usiku, wanakuvizia au wanakusimamisha barabarani, wanachukua mtu na nyinyi vijana mpo mnaangalia, ndio anatuletea matatizo haya. E, familia noiga, mimi naijua, wote tumekulia kwa shida. Sinda ndio Mwenyezi Mungu alikuwa amemuinua kwenye familia hii, tumekulia kwa shida inda, ndi Mwenyezi Mungu, ndugu zake uongo kweli, leo anachukuliwa anachukuliwa kama kuku. Watoto waliokuwa wanamtegemea, ndugu waliokuwa wanamtegemea yes. Watoto waliokuwa wanamtegemea sinda, ndugu waliokuwa wanamtegemea sinda, unawambiaje? Unawambiaje? Mimi nikiwa msoma sekondari kuna mauaji ya kulipiza kisasi yalifanyika pale Bweri, sio Bweri, ni wapi kule? Buhari. Watu wakaua mpaka uw anavasinda watakuwa hapa na yale. Hao watoto nawajenga kuwa watu wa aina gani kwenye nchi hii? Kwa ndugu zangu, mimi nimekuja hapa kuwapa pole. Lakini pia kutumia nafasi hii kusema kwa niaba ya hii familia na kwa niaba ya Watanzania wote ambao wamepoteza ndugu zao kwamba hatutaki utekaji katika nchi hii. Kama mtu anakosa, taratibu za kisheria zipo, aitwe, ashtakiwe kwa makosa yake. Kila mtu amanyiko, mtu aitwe morali ni ndio, kama maanda moherubukima kama anafungwa afungwe, familia yake juu yuko pale. Hebu nenda ndo ufikirie wewe, nenda ndo ufikirie kwamba ndugu yako amechukuliwa, hujui sasa ufanye msiba ukule au. Alafu kwa unafiki wa ajabu, Sinda huyu alikuwa ni mtu wa kwenye jamii, alikuwa mtu kwenye chama cha Mapinduzi. Nasema uongo? Si mlikuwa mnafanya naye kazi hapa? Huyu mtu aliyekuwa na mpambaniogolanga chelogonga mbunge hata kusimama, aseme sinda yuko wapi? Hawezi kusema hilo jambo hapo. Amen. Huyu mtu anayejiita diwani wa hapa, lini amekwenda halmashauri aseme mimi nina hoja binafsi, wananchi wangu wanachukuliwa? Hebu jiulize, hivi hivi hivi, maendeleo maendeleo ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Kama hakuna watu utafanywa maendeleo ya nini kama vantu vataa utajenga hospitali isipitalio nichingombororeilamo. Kama hakuna watu utaleta maji? Kama hakuna watu utaleta umeme? Umeme upo kwa ajili ya watu, barabara zipo kwa ajili ya watu. Sasa kama watu wanachukuliwa, unatuambia unatufanyia maendeleo? Hayo maendeleo ni chingombo kukora una vantu amen Si kama mnanielewa hivi yeah. Mnaelewa nachosema yeah. Kitu cha kwanza duniani ambacho hupaswi kucheza nacho ni uhai wa mtu yeah. Yeah. E, barabara inaweza kujengwa hata kujengwahata tukiang kwa gacho lero niriha gacho icho e gali anuaawe kesho tatengeneza nyingine uongo kweli yeah. Nani ana uwezo wa kumfufua huyu mama aliyelala hapa? Ni Mwenyezi Mungu peke yake, si ndio? Kwa hiyo vitu vyote vipo kwa ajili ya watu. Tusikubali uhai wa watu unapochezewa, tusikubali kabisa. Na mimi hilo nasema, na atakayesema labda nimefanya siasa, siasa ni maisha ya watu. Amen, tunaelewa na buya. Bila watu hakuna barabara, bila watu umeme hauna maana, bila watu hakuna maji. Na mimi nalisema hapa. Na kesho kuto nikiwa daa ntasema, na mmesikia watu wetu wote waliochukuliwa. Nikiwa hai ninapumzi hii Mungu aliyonipa, kila nitakapopata nafasi nitalizungumza, na sizungumzi hapa. Asante sana baba, asante. Juzi tulipokuwa Moshi akiwepo Mwiguru nilisema, mlidisikia mkudisikia nikisema sitasogeza mguu hata nukta moja. Sasa mtu atakachokwambia labda nkugamba ndio Awepo anayetoboa mbingu hii maji anamwagika, nitamwambia kwenye uso wake. Niwe sirini, nitasema; niwe hadharani, nitasema. Hatutaki utekaji kwenye nchi hii, na wote wanaoungana na mimi mkono waseme hatutaki utekaji. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ninawasihi sana viongozi wa dini, mnapokuwa hata kanisani, kemeeni jambo hili. Mna nafasi kubwa kwenye jamii.